Wana Kilimanjaro tumepata msiba mkubwa uliotokana na ajali ya gari, ajali ya gari ya magari na basi mawili ambayo moja ilikuwa inatokea mkoani Arusha kwenda Tanga na basi lingine dogo aina ya Kosta lilikuwa natokea hapa Same kwenda Moshi Manispaa. Magari hayo yamegongana na kuwaka moto mabasi yote mawili, na ajali hii imetokea kilomita tatu takribani nne kutoka Same mjini. Ni ajali mbaya sana ambayo sisi wana Kilimanjaro na Watanzania kwa ujumla katika miaka kadhaa sidhani kama utakuwa na ajali mbaya kama hii ambayo imetupotezea watanzania wenzetu. Mpaka sasa watanzania thelathini na saba ambao tumejihakikishia kupitia kwa kamanda wa polisi wa mkoa na timu yake yote wakisaidiana na wenzetu wazima moto pamoja na madaktari wetu. Kwa hiyo watu thelathini na saba wamefariki dunia kwa sababu magari yale hili la Same kwa na Moshi, tumeshajua baadhi ya wananchi wengi wanawajua watawajua ndugu zao, lakini e, wale kwenye basi inaitwa Channel One ambayo inatoka <coughs> Arusha kwenda Tanga. Kwa hiyo basi pia kupitia nyinyi wanahabari na kupitia kwa mkuu wa mkoa wa Tanga, e, Dr. Batilda basi watusaidia kuwatangazia wananchi ambao walio kwenye lile basi ambao walikuwa wanakwenda taku